Mekuja kuunga mkono tamko la jeshi letu la wananchi wa Tanzania kama lilivyotolewa na Kanel Mrunda, Mrunda, hiyo kauli nimekuja kuiunga mkono, ndiyo kauli sahihi ya jeshi letu ndivyo navyoamini na nimemsikia anasema, na nimezungumza na waziri wetu wa ulinzi kuthibitisha kwamba hiyo ndiyo kauli iliyotolewa, uh, na jeshi letu. Na akasema ni kweli na imeandikwa. Nikasema kama imeandikwa, tunaweza wazee kama sisi tukasema jambo. Akasema ndio, nikasema mimi Naomba niende niseme, naunga kauli, naunga mkono jeshuro mia kwa mia. Kwa nini? Kwa sababu jeshi letu limeundwa 1964 na baba wa taifa likaitwa jeshi la wananchi wa Tanzania na limekaa hivyo tangu mwaka huu. Linajitambua, linafanya kazi, linautii. Limefanya kazi nje ya nchi hii na ndani ya nchi hii likijitambua hivyo. Kwa hiyo tulipopata habari sasa, la pili, kwamba kuna mtu au watu wanajitambulisha kama wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania sisi wazee hatukufurahi. Na mimi nilifurahi zaidi niliposikia kwamba hao wanaojitambulisha au huyu aliyejitambulisha kwamba ni mwanajeshi na haridhiki na taratibu zinazosimamiwa na serikali yetu chini ya Rais wetu Dr. Suluhu Samia Hassan kwamba haridhiki na kwamba wana mambo wanayotaka kama jeshi, tulishtuka. Lakini baadaye tulipopata statement hii tuli, tulifurahi kwamba wao wanajeshi wetu wanasema sivyo. Kwa hiyo nimekuja hapa ku katika nirudie, ni kusema katika sura yangu ile ya uzee, na taasisi na raia mwema, kutoa kauli na kuomba Watanzania wenzangu wote wazee kwa vijana kama ninyi Watanzania wetu wote, tuunge mkono jeshi letu kauli hiyo, na tuunge mkono rais wetu, na tuwe nyuma yao, rais akiwa komanda nchifu wetu, na jeshi letu linainda mali yetu na amani yetu na mipaka ya nchi yetu na tusiruhusu hata kidogo watu wengine kutumbukiza humo siasa. Hilo la kwanza. La pili, jana tumeona sura ya huyo aliyetoa tamko, sitaki kumtaja jina, lakini nadhani mnaye. Nilimuona ana ndevu. Pili amevaa mpaka hapa, nguo kama ya jeshi mpaka shingoni. Tatu, anasemea Tanga. Niseme mimi, nimepita jeshini na bado unaweza kuniita pamoja na uzee wangu, hatuna uniform hiyo sisi. Wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania hatuna mvao huo, kwamba utakuwa Tanga joto halafu umevaa mpaka hapa sisi tuna namna yetu ya kuvaa katika uniform ya jeshi la wananchi wa Tanzania, sio lile. Kwa hiyo si askari, na kama ni askari, ana jeshi lake jingine, silo jeshi la wananchi wa Tanzania. Na sipendi kuamini wala siamini kwamba ndani ya jeshi letu tuna watu wa aina hiyo sidhani, siamini kwamba wa watu wanamna wanamna hiyo. Jeshi letu ni jeshi letu la Watanzania, linaongozwa na rais wetu, linaongozwa na CDF Chief of Defence Forces, ndiyo anaanisha jeshi letu na kauli halali zinatoka kule. Sasa najua nimesema na waziri, na hakika labda, sio sio, sio, sio, labda na hakika, labda serikali itakuja kusema lakini ni muhimu raia tukakubaliana yanapokuja mambo ya namna hii ya kudhani Tanzania nayo tunaweza kutumbukia katika mkondo wa kuhangaika eh, kwa kutumia majeshi. Sisi hatuna utamaduni huu, hatujawahi kuwa nao na wala haufai kuwa nao. Kwani kuja kwa wazee wenzangu wa nchi hii kuwaomba na wao tuunge mkono tamko la jeshi letu kama ilivyotolewa na kale mkundu. Tupuuze kabisa hizi habari zingine, na watanzania wengine wote wajue kwamba huo ni uongo, na kwamba hizi ajenda wanazotaka kupachika huko zinahusu uchaguzi. Sisi tunafata katiba yetu inavyosema. Uchaguzi tuko siku chache tu na tunaona kampeni. Sisi tunafata katiba yetu imesema nini na sheria yetu inasema nini na tutafata hiyo.